Baadaye kwingineko, baadhi ya viongozi wa vijana wamewataka wenzao kujitokeza kwa wingi kujisajili kama wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Vijana hao wa chama kipya cha kisiasa cha The Economic Pillars wanasema licha ya zoezi la kujiandikisha kuwa mpiga kura kufunguliwa, idadi ndogo ya vijana imejitokeza kutekeleza jukumu hilo. Ile suluhisho ambayo tunaleta ni kwamba vijana wasikuwe kwa menu, wakuwe kwa meza ya ku discuss about the, about the changes we want in our nation. Kwa hivyo nataka kutoa uh, ombi kwa vijana, tafadhalini, tusikubali kutumika kuleta fujo, manake utatumika na kiongozi uende kwa fujo, upoteze maisha yako. Tukuje kwa TEPA, tujenge chama yetu ili tuboreshe kesho yetu. Tunataka Gen Z wote wakuje, you register as voters and we've seen in the recent elections that Gen Z hawakutokea vizuri. Yetu kama TEPA ni kuwahimiza mtokee, kwa sababu eh, our, our, our vote is our voice kama hatutajitokeza in 2027 we will still remain in the same position as we've been and TEPA is here to advocate for all the young people. Tunasema that tunataka kuboresha uchumi, hatutaki tena kutumiwa kama vibaraka na viongozi ambao wako na power.